Kibuyu cha asili kinakupa hadithi popote ulipo. Kibuyu cha asili chemchemu ya hadithi za mababu na mashujaa e, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu, kibuyu. Mtazamaji, bado tupo Bagamoyo, tunaendelea kupata simulizi ya Sheikh Aramia. Alivyompokea Nyelele. Ijaza hiyo yeye, kwa sababu huyo alikuwa ni katika wanafunzi wa watoto wa Sheikh Abdul Qadir Jilani. Masu, ma, masufi mtu anapokuwa tas, mtu atasofu huwa mambo yake huwa anaelekezwa kuna kuelekezwa kwa namna mbalimbali mbali. Kuna kuelekezwa katika ruya kuna kuelekezwa katika kuambiwa pia eh, hata kwamba mtu akatangulia akhera miaka na miaka. Hayo ndiyo maajabu ya watu watasofu. Eh, nilitangulia kusema hapo mwanzoni kwamba yeye, kwamba karama alikuwa nazo kabla hajapata hiyo jaza, lakini unapokuwa unapewa ijaza sasa, kwa maana kwamba ndio unadhihirishwa sasa au unafunguliwa sasa zaidi, yani kwamba unaweza ukawa na kitu kikaonekana, lakini kisionekane katika uhalisia wake eh, kisionekane katika ule uhalisia wake. Sasa kwamba ili uonekane ufanyeje eh? Mfano, inawezekana likawepo gari likawa limefunikwa, lakini linaonekana lile ni gari, lakini uhalisia kwa macho uliona gari la aina gani? Ile ilifunikwa ni gari, lakini ni gari aina gani? Mpaka ifunguliwe ndio utajua sasa, hii. Ah, kumbe ni gari aina fulani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo historia ya miji, vijiji, misitu na vichochoro oh. Ramia kabla, kabla ya kupatikana uhuru wa nchi hii, kuna mzee mmoja alikuwa ni rafiki yake sana Sheikh Muhammad Ramia. Alikuwa, alikuwa akinihadisia akiniambia, akiitwa Mzee Shabani Mwinjuma wa mzee akiniambia, bwana, ajabu ya Sheikh Ramia niliyoiona, kuna mwaka fulani alimwita mwanaye na mimi nikiwa naye kwa sababu rafiki yangu akanambia nchi hii itapatikana uhuru na atakayeleta uhuru jina la akataja, mpaka jina anaitwa jina lake akasema, nini linaanzia na Jim, kwa maana ya jim ni Julius. Akamwambia huyu mtu atatokea maeneo ya kando ya ziwa, akamwambia lakini huyu mtu atakuja mpaka kwako, huyu mtu akija kuwa naye kuwa kwa sababu kadari ya Mungu ndiyo imeshapita, yaani Mwenyezi Mungu ndo kashaandika iwe hivyo, kadari ya Mungu imepita. Kwa hiyo kwamba kadari ya Mungu kwamba imeshapita, basi wewe, baadhi ya watu wengi watampinga, lakini wewe, akija kuwa naye ishi naye kwa namna hii. Mbona kwa hiyo mpaka mwalimu anakuja kwake kwanza, yeye pekee yeye, ashapewa taarifa mapema, yeye mwenyewe alishapewa taarifa mapema. Kwa maana alipokuja akampokea kwa uzuri kabisa, akampokea e, kwa uzuri, na ule mnara ulioulizia maana yake kwamba Nyerere kwamba ndiyo sehemu yake kwa Bagamoyo, ndiyo sehemu yake ya kwanza kabisa kuweza kufanya mkutano ndio ukaweka ukumbukumbu ule eh. Eh, kibuyu kibu, kibu, kibu, kibu, kibu, kibu, kibu. Muasisi wa jambo hili lenyewe Sheikh Ramia alikuwa ni mtu mwenye, mwenye upendo na mwenye kupenda amani alikuwa mwenye kupenda watu eh, akiwakusanya watu kukaa nao. Maana hii ndo maana ikaitwa zawia. Zawia ni sehemu yenye kukusanya watu kuweza kuwalea ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuwalea kiroho, kuwalea kiroho. Na katika namna ya kulea kiroho maanake ni katika namna ya kuwafundisha watu mambo mazuri, nini Mwenyezi Mungu na mtume wake wanayataka na yepi Mwenyezi Mungu na mtume wake hayataki eh? Kwa sababu kwamba yeye alikuwa kikanyaga nyendo au nyayo alizopita Sheikh Abdul Qadir Jilan qaddasallahu sirruhu alaziz na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume Muhammad, tabia ya mtume ni Qurani eh. Kwa hakika Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema, eh baada ya audhubillah min shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika haikuwasha kuwa kwenu nyinyi kwa huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kigezo chema kwa hiyo, Sheikh Ramia alikuwa akimwiga mtume, kwa sababu si kigezo chema, ni kioo cha kuiga. Kwa hiyo naye ndo akasambaza upendo huo kwa watu wote wa Bagamoyo, kwa maana watu wa Bagamoyo, wote wa Bagamoyo alikuwa ni watu wake, alikuwa akiwalea eh, hii maanake kwamba tayari alishakuwa mwana wa chuoni alikuwa anatambulika tayari eh? Na hii maulidi ameiasisi. Kuna mwaka alikuwa anataka kwenda ana, ana, ana, ana, anataka kwenda hija. Sasa amekusanya pesa zake anataka kwenda hija. Alipokuwa akitaka kwenda hija ndipo akamjia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu alikuwa ni mtu wa atas tasawuf. Maanake unapomzungumzia waliullah, kuna vitu vingine upasi wewe kuvihoji tena, manake kwako vitakuwa vya ajabu sana, kwako ni vya ajabu sana kumbe wenzio kwao ni wanaviogelea wana wana sana eh, eh? maanake kuna, kuna, kuna mambo kuna mambo unapomwambia, <laughs> mtu mtu wa kawaida akuelewi. Kuna mambo maanake, mtu ukimwambia ukimwambia ukimwambia ndege anazungumza, ndege anaongea nini? Sasa kunguru e, kunguru e, anazungumza, mbuzi anaongea, mbuzi anaongea, kumbe hivi viumbe vyote huwa vinaongea Njoni tusafiri pamoja, tuguse maisha ya watu asili na sauti za kale. Hivi viumbe unasikia, kunguru analia, zimbuzi analia sii, hivi viumbe vinaongea. na, na, na Sheikh Ramia ki, alikuwa akijua lugha za, za wanyama wote na ndege wote na wadudu wote. Alikuwa akisikia, akisikia lugha zao, akisikia dondola akilia, anasikia huyu anakuambia, huyu anakuambia, anasema kitu gani Mtazamaji wa Bamaa Media, ni kutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea leo na kesho pia. Kibuyu kibuyu kibuyu cha siri, kibuyu kibuyu kibuyu kibuyu cha siri, kibuyu, historia ya miji, vijiji, misitu na vichochoro.